Hey, mambo vipi? Karibu sana tunaendelea na kujifunza JavaScript. Video iliyopita tuliweza kujifunza kuhusiana na assignment operators na leo tutakwenda kuzungumzia na kujifunza kuhusiana na comparison operator. Comparison operators kama ilivyo jina lake compare, tunaenda kukompea baina ya vitu viwili ama zaidi na kuweza kureturn jibu kama ni true, kweli vinafanana ama sio kweli, havifanani. So comparison operators, siku zote fahamu kuwa inatumika kulinganisha values mbili na inakuwa ina return boolean value, inawezekana ikaleta jibu la true ama jibu la false kulingana na hivyo vitu kweli vinafanana ama vinatofautiana. So kuna aina tofauti tofauti za comparison operators zisizopungua tano, tutakwenda kufahamisha moja kwenda nyingine, na kwa kupitia mifano utaweza kunielewa vizuri sana kuhusiana na hii comparison operators, hizi aina ambazo zipo. Tuanze ya kwanza ambayo inakwenda kwa jina la equal. Equal, tunafahamu katika JavaScript kuna equal hizi ambazo zina equal sign mbili, lakini pia zipo hizi ambazo zinatumia tatu. Sasa sisi anza na hii ya kwanza ambayo ipo na equal sign mbili, ndio ambayo tunaiita kama ni equal, na hii kikubwa ambacho inaenda kufanya inalinganisha values bila ya kuangalia type, data type ya hizo value haizingatii kabisa. Mfano let's say tupo na 5 tuweke hapa equal to 5, unafikiri hapa jibu ni lipi? hapa jibu ambalo tunalipata ni true. Ukiangalia hii 5 ni namba, hii ni string, lakini tunapata jibu la true kwa hizi ni sawa, kwa sababu tukitumia hii comparison operators ya equal haiende kuangalia data type za hizo value moja kwa moja, just inaangalia tu hizo value zinafanana. Kama zinafanana, basi ni true. Wacha niweze kuonyesha kwa kuziweka katika console, ili uweze kuona output console.log Angalia katika browser yangu kwenye console, utaona hapa kuna jibu ambalo limepatikana baada ya kuweza kufanyiwa comparison ya hivi vitu viwili, value mbili hizi, tano na tano, hii ambayo ni string, hii namba, hii string hii hii, lakini imeleta jibu la true, ikionyesha kuwa vitu hivi ni sawa, hii na hii ni sawa. Wewe unasemaje juu ya hilo? Sasa hii ni equal operators, aina mojawapo ya hizi comparison operators. Sasa tukaangalie strict equal. Strict equal sasa ndio inakuwa ile equal sign tatu. Hii inalinganisha value lakini pia inazingatia na type. Tofauti na hii equal sign mbili ambayo haizinganishi haizingatii na data type ya hizo value. Lakini hii equal tatu ambayo inaitwa strict equal inazingatia sana na data type ya hizo value ambazo zinafanywa comparison. Ukiangalia hapa sasa hivi tumepata jibu la false. Mwanzoni tulipokuwa na equal sign mbili tumepata true, lakini tulipoweka hii tumepata false kwa sababu hii inaona hapa data type ya value hii ni namba, data type ya value hii huku ni string. Haziwezi kuwa sawa hata kama hii ni tano hii ni tano, lakini bado ni tofauti. Natumai utakuwa umeweza kuona hapo tofauti uliopo baina ya ile equal, comparison operator, na hii strict equal ambayo ina equal sign tatu. Lakini tukiondoa hii string hapa ikawa imebaki tano tupo hapo italeta true kwa sababu zote ni namba lakini pia zote ni 5 natumai utakuwa umeweza kunielewa lakini pia aina nyingine ya comparison operators tunaita ni not equal nayo pia hii kuna strict not equal na kuna not equal ya kawaida so tuanze na not equal ya kawaida ambayo hii inarudisha true kama value hazifanani haijalishi type gani ambayo ipo hiyo value yako wacha niweze kuonyesha hapa mfano let's say tupo na kumi alafu tuweke hii not equal, unaanza na exclamation mark, unaweka equal sign, alafu tuweke string yetu, alafu tuweke kumi. Angalia jibu ambalo tumelipata false, hizi hazifanani not equal. Tukisema not equal, maana yake kumi sio sawa na kumi hii. False maana yake yeye, ya anasema ni true, hii ni sawa na hii. Hii hii ndio kama ile ya mwanzo ambayo tulikuwa tunatumia equal mbili zile, lakini ili iwe strict not equal unaweka hapa nyingine na hapo, unaona imeleta jibu la true. Ni kweli kumi sio sawa na kumi hii, kwa sababu hii ni string hii ni namba. Lakini pale tulivoweka equal moja tu tuliletewa false, kwa sababu inaona hii ni sawa na hii. Kwa hiyo kuna utofauti mkubwa unapotumia equal sign moja, I mean mbili equal sign tatu kule katika ile equal operators. Lakini pia katika not equal unapotumia equal sign moja na no unapotumia equal sign mbili, kuna tofauti mkubwa sana. Unatakiwa uzingatie sana kitu hiki, na ndio javascript utofauti unapokuja hapa na language nyingine huko. Hiki ni kitu ambacho unakuta javascript pengine peke yake ndio ipo nacho kitu kama hichi, kwa ni vizuri kuweza kukitambua. So baada ya hiyo, not equal na strict not equal. Strict not equal just kwa kuongezea tu equal nyingine hapa ambayo hii inakwenda kucheki pia mpaka data type ya hizo value ambazo zinafanywa comparison. Lakini pia kuna greater than, ni aina nyingine hii ya comparison operators, inaangalia kama value ya kushoto ni kubwa kuliko value ya kulia. Kwa hiyo mfano hapa mimi nipo na nane, greater than sign unaiandika kama hivi, kisha let's say tupo na 5. Je, nane ni kubwa ya tano? Ni kweli, nane ni kubwa ya tano, na ndio maana tumeletewa jibu la true. Hii mifano nakuonyesha hapo utaona kama haiapply sehemu, lakini utakwenda kuitumia hii hata katika loop kule katika if statement. Unazitumia sana hizi logic ku compare ba, baina ya vitu fulani, ili kikitokea kama ni true kifanyiwe hiki, kikitokea kama ni false basi isifanye hiki. Hivyo vitu utakwenda kuvifanya huko mbeleni, kwa ni muhimu kujua hizi comparison operator. So hii ni greater than sign ambayo inaenda ku compare hii namba ya kushoto kama ni kubwa kuliko namba ya huku kulia itakuletea jibu la true. Mfano hapa ingekuwa hii ni mbili au tatu, tatu ni kubwa ya tano, sio kweli, imeleta jibu la false. Lakini pia kuna lesser than. Lesser than just, nabadilisha sign tu, hapa tunaweka sign hii, sign ya lesser than. Kwa hiyo tatu ni ndogo ya tano, true, ni kweli. Ikiwa hapa ni nane, manake hapa ni false. Nane ni ndogo ya tano, sio kweli, nane ni kubwa ya tano, imeleta jibu la false. So hiyo ni uh, lesser than inaangalia value ya kushoto kama ni ndogo. Lakini kuna greater than or equal, ambao greater than or equal just unakuwa na saini hii ya greater than, alafu unaweka alama sawa sawa mbele yake. Inakwenda kuangalia, je, nane ni kubwa ya tano? Kama ni nane ni kubwa ya tano, inaleta true. Lakini pia hapa kuna hii equal to hii ina kazi yake. Mfano hapa tukiweka tano tano, ni, ndo, ni kubwa ya tano? Sio kweli. Lakini tano ni sawasawa na tano? Ni kweli. Kwa hiyo hii sawasawa hapa imefanya kazi yake. Ingekuwa e, hapa kuna greater than tupu, ingeleta jibu la false kwa sababu tano sio kubwa ya tano ni sawa sawa na tano. Kwa hapa tukiweka saini hii ya equal, tuna choice mbili hapo. Kwanza ina check, je, tano ni kubwa ya tano? Sio kweli. Je, hiyo tano ni sawa sawa na tano? Kweli, imeleta jibu la true. Natumai unakuwa unanielewa vizuri tu, lakini pia tuna ile less than or equal to. Less than or equal to inakuwa kama hivi pia, lakini tunatumia saini hii then inafuata sawa sawa kwa hii, tano ni ndogo ama sawasawa na tano, ni true. Sio ndogo ya tano lakini ni sawasawa na tano. Lakini hapa ingekuwa haipo hii equal to, ingekuwa false. Kwa sababu tano sio ndogo ya tano, tano ni sawasawa na tano. So, tunapoweka hii equal to na kuweka mfano greater than ama lesser than sign tunakuwa tunacheki macha, vitu viwili hapo. Je, ni ni ndogo ya hicho kitu ama ni sawasawa na hicho kitu. Kama ni true italet, kama ni false tena pia Kuletea sio kweli kama a, kwa sababu mbili ni ndogo ya tano. So hizo ndio comparison operators, na unaweza ukazitumia kama hivi. Let's say tupo na variable yetu ya age sawa sawa na kumi na nane unaenda kucheki miaka ya huyu mtu. Nataka nikuoneshe comparison operator mfano mmoja tu pale ambapo unatumika. Upo na if statement yako if afu humu unakuwa na hiyo variable yako. Unataka kucheki je, huyu mtu amezidi miaka 18 ama yupo sawa sawa na 18. Kama amezidi ama yupo sawa sawa na 18 huyo tayari ana uwezo wa kupiga kura. So console log atatakiwa akapige kura. So piga kura. Lakini sasa ikitokea kwa hapa else hajakizi vigezo ndipo pale inakuja console.log bado kupiga kura. Simple example ambao umetumia comparison operators hapa, kama unavyoona hapa, ingekuwa ana miaka 15 let's say asingeweza kupiga kura, ingemletea hapa bado kupiga kura. Lakini kwa vile ana miaka 19 tayari kuweza kupiga kura. So hapa tumetumia comparison operators hii ya greater than or equal to, na tumeweza kuona hapo namna gani zina muhimu pia kuweza kufahamu hizi comparison operators ili basi tujue kuweza kuzitumia vizuri kutengeneza logic mbalimbali mbali katika program zetu. So sina la ziada leo katika video hii, natumai utaweza kuwa umepata kitu kipya ama umejifunza zaidi. Like video hii. Kitu cha msingi sana kabla sijasahau, cha kuweza kukizingatia katika hiki ambacho tumejifunza ni kuhusiana na hizi equal. Hizi equal tatu na hizi equal mbili. Kuna hizi strict equal ambazo ni hizi equal sign tatu zinakuwa na hii ndio inashauriwa sana uweze kutumia mara nyingi hii equal sign 3 kuliko hii equal sign 2, lakini pia hata huku katika not equal, instead ya kutumia hii sana, basi inashauriwa uweze kutumia hii mara nyingi. So natumai utakuwa umeweza kupata hiyo concept. Hakikisha basi una like video hii na una share na wengine wapate kuja kujifunza pamoja na sisi programming language hii ya JavaScript hapa. Video inayofuata tutakuja kujifunza kuhusiana na arithmetic operators. So siweze kukosa video hiyo, ni muhimu sana. Asante.